Naambia <laughs> Shemeji, hey, is... salama kwema? <laughs> Kwema, shemeji, naona umepumzika. Hey, bwana, nipo nafanyafanya vikazi kidogo hapa. Dada yuko wapi? Ah, dadako ametoka, ametoka muda mrefu kidogo. Alinyembia naenda kwa mama Amina. Um, iwe mdogo wako wa kiume yule naye ametoka asubuhi sana hapa ameelekea shamba. Shemeji, unaweza kunaruhusu nikae hapo? Eh, unaweza. Njoo toka, hamna shida sawa. Asante shemeji kwa kunikaribisha nikae karibu yako mm. Sasa shemeji, na jambo nitoke nikuambie. Ah, amna shida shemeji, hu unaweza tu kuzungumza na uzuri. Umenikuta amna hata kazi ya maana ninayoifanya, ku unaweza tupongea. Sasa shemeji, natumai hutochukizwa na hili jambo, na natumai utanipa majibu ya kuniridhisha. <tos> <tos> mm. Shemeji, shemeji, nakupenda wewe. Hivyo unajisikia unachokiongea? <coughs> uu, utani gani unaleta hapa? Uu, utani sio mzuri, yaani sio mzuri hata kidogo. Acha mambo yako bwana. Hamna shemeji, uko serious? Halafu pia <coughs> <coughs> Sisi kwetu mtu kushea mtu na dada yake mume mmoja, sio jambo baya, ni jambo tu la kawaida shemeji. Au nyinyi huku kwenu vipi? Hivi wewe Nancy, hivi wewe una akili timamu kweli wewe? Unajua, wakati unaanza nilikuwa najaribu kukusikiliza katika mazingira fulani hivi ya utani utani, lakini kadri unavyozidi kuongea nazidi kukuelewa kwamba ile jambo unamaanisha wewe, ni sio mjinga kiasi hicho ujue yani, sio mjinga kiasi hicho, sitachi kabisa wa ujinga kama kwenu nyinyi haya mambo ni ya kawaida basi, mimi kwangu sio jambo la kawaida. ile jambo ilijamboa shemeji. Usijali bwana, sijali shemeji yangu. Nitakupa mapenzi ya zati, nitakupa vitu ambavyo jawaikupatiwa hata siku moja, hata dada yangu hajawai kukupa vitu kama hivyo. Si unajua mimi nafasi basi hivo. sinajuashemejieeebabwana na, eh, eh, eh, sitaki hiyo mambo sitaki. Yani, tuheshimiane, tuheshimiane kama mtu ana heshima yake. Alafu mimi sio kama wanaume wako mjini, sijui yani kwamba gusa unase. Hapana, mimi mtu na misimamo yangu, naheshimu ndoa yangu na hapa kijijini naheshimika sana kwa, mimi sio marahisi marahisi kama unavyofikiria hivyo. Sitaki yani, kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho ujingao kuniambia na kama ningejua ndo ujingao utakuniambia basi ningekukuza. Shemeji, acha kutoa sauti basi. Atasikia dada. Arasu, uyo ni swala kawaida tu. Bwana ishimeji bwana sanya hivyo. Kutana na yule mwanamke wa shambaboi. We unamaanisha mke wake na Tariki? Ndio. Eh, ikawaje? Ah, sikufanikiwa kumwambia chochote, maana yule dada anaonekana ni mpole sana na ni mstaarabu. Kwa hiyo mi nawe tumepanga mipango vizuri sana nikakwambia mwambie ukweli, au we unamtaka Tariki elfu mbili hata. Kwa nini ujamwambia? Sasa unajua, yaani yule kumwambia, mimi kidogo nafasi yangu inakuwa rahisi. Nani hapo? tayari ushanivunja moyo, lakini hata hivyo nimeogopa kuharibu ndoa ya watu, nisije nikamwambia kwa uzuri tu, lakini akanichukulia tofauti. Ni sawa ha? lakini mi naona bado hujasaidia tatizo. Mfate mwambie, au we utake hela yako? Nataka sasa, kama unaitaka hiyo hela, nenda kamaliza ile tatizo. Mi naamini ule mwanamke mwelewa sana, yani ukimwambia tu kila kitu kinaisha, na hela yako utapata. Unatakiwa uishi kama mwanajeshi elini, maana siku zote nakuambia mwanajeshi achagui uwanja wa vita, popote pale vita vinavyoanza, mwanajeshi anashika silaha, anaenda kujitetea. Sasa mwanajeshi gani rafiki yangu? Ah, umeniboa bwana. Poa bwana, wewe jitahidi. Oh, mfate mwambie, maisha mengine endelee, ila ofu yangu kubwa ni kuharibu ndoa za watu. hmm. Sasa si unajua tena, ilini mwanzako na hasira kidogo, alafu taya kidogo, kazi poze poze, si unajua tukasugue tuka kidogo, msinda kwanza leo <laughs> janiletea chochote au janiletea umbea habari mpya mpya huna? Hasa unataka nikupeje hapo? Ukitaka mchezo, nipoze kwanza, nishatoka kula mlenda nyumbani, si ofa si. Tu siku moja moja aka, leo sina hata cha ofa, nipoze, maana mlenda unanichosha hmm. Hamna shida ya kupata tu samaki wa kulumagia utapata tu eh, ili mradi kidogo nipunguzie hasira, maana zimenizii wewe hmm. hmm. Tena haya sawa Hebu nisikilize ndugu yangu si yaani, sikuamini hata kidogo kama wewe unaweza ukafanya michezo ya kipuuzi kama ile. Hivi wakunizunguka mimi? Mimi nimekaa kila siku naangaika eh, napata vipi dawa niwezi kujitibu mimi, nirudishe heshima eh, kwenye ndoa yangu eh, we unakaa, unaniwekea eh, vizuizi unaniwekea vizuizi. Nakaa naangaika kweli wewe Kaka nisikilize kwa makini bwana, wanijua vizuri mimi, ndugu yako. Kwa isi nilivyo mimi na wewe, siwezi leo hii kumchukua maneno yako wewe nikampelekea mtoto wa kike au kumpanga kidizaini ya aina yoyote ili iweje? Kwa taarifa yako bwana, yule binti alinifuata na akanipanga yote ambayo mlikaa huko mkayapanga kwa siri siri, akanipanga moja mbili tatu, kwamba bwana, wewe unavyonitongoza mimi nisikubalie A, ene, anizungushe zungushe anilielie viela vyangu. We mwenyewe unajua sasa hivi maisha yangu yako magumu, kaka. Wewe wako nifanya mimi hivyo? Mimi naangaika kila siku, napona vipi tatizo langu, lakini kumbe wewe ndio unangata huku unapuliza. Eh, mimi nakaa bwana nateseka na nawaza na na, na, na, na nampata vipi ule binti, ili mradi nika test mitambo yangu nione kama kweli yuko imara, kumbe wewe ndugu yangu unanizunguka. Eh? He? hebu nisikilize kwa makini yule mtoto wake tu Amepanga, amepanga lengo tugombanishe mimi na wewe. Mimi nakuheshimu na pia nakujali kama kakaangu na. Katika watu ambao huwa wapuuzi maneno ya watu, maneno yoyote l mimi naletewa basi ni mimi. Mimi sipuuzi neno la mtu kaka. Yani, mtu yoyote anapopata taarifa yoyote kunihusu mimi, anavyokuja kuniletea basi mimi sasa nakaa naanza kuchunguza nijue je, lile jambo ni kweli ama si kweli kama ni kweli basi lazima nitalichukulia hatua ndugu yangu, niko nalifuatilia ili jambo kwa kina sana. Kama nikifanya uchunguzi wangu nikagundua kwamba wewe unanizunguka, ataka nitakufanya kitu ambacho hutuamini yani, hutuamini. Kama ndo mimi huyu ambaye kila siku nilikuwa nakuja kwako wewe, naomba msaada, yani namaanisha hivi, wewe ndio utageuka kuomba kwa msaada kwangu, yani hutuamini, ndugu yangu. Ili jambo sijapendezwa nalo hata kidogo yaani, ni nikuhakikishie sijapendezwa nalo hata kidogo Kaka. Kaka. Kaka. Ina maana huyu mwanamke amemwambia kila kitu sasa, sasa ndo kwanza picha inaanza. Ndugu yangu, kama nilivyokuelekeza tu, haya ndio makazi yangu mapya kwa sasa hivi. Mimi hili ndio eneo langu. Ah, hongera sana kaka, ana nyumba nzuri, nyumba kubwa. Uje kwa hapa kijijini, ukishakuwa nyumba kubwa kama hii, ah, watu wanakuogopa, hmm. kwa sababu unaonekana wewe ndio una nyumba hapa kijijini. Nyumba yako nzuri kakaangu, hiyo sio siri, umejitahidi, yaani umejitahidi sana nze na mwiva amekulia kwenye mazingira ambayo ah, mazuri sana. Vipi, naona nguo za nani wa hapa ndani? Kuna shemeji au bwana? Mimi hizi nguo nimezikuta toka niamia hapa nimezikuta zikako hapo. Mimi na mwanamke wapi na eh? Mi ni bachela bana, sina maisha ya kuoa sahii. Nguo nkaja, ndugu yangu tayari kashapata jiko tena. Ulivyomtaja mwanamke hapo Nimeshakumbuka, nilikutana na shemeji, nina maanisha mkeo wewe, na akaniambia kuwa alienda kwa mwenyekiti. Maswala liloniambia ni kwamba wewe bwana, ulienda kwake ukamwambia, kama ulikabwa, ulikabwa, ulipigwa na ukanyang'anywa na viatu. Ndugu yangu, hayo maswala yatoka lini? Wewe unakabwa lini? ukamweleza vipi? Sasa yeye alianza, alianda kwa kunilaumu. Alinilaumu sana na akasema unapata matatizo sijui mimi sijui. Sasa nikachakata rafiki, unajua mwenye mimi ni mzee wa mafe. Eh, nikapiga mahesabu ya haraka nikamwambia, bwana, mimi mume wako alinipigia simu. Akaniambia kama kweli amekabwa, mimi nikampa pole, lakini kidogo nikajifanya nimeshangaa shangaa pale, ili mradi tu asimshukukie. Kaka, naanzaje kufungua kodi? Mimi sikumwambia chochote. Ah, hapo tu mimi ninakupendaga ndugu yangu maana ungemwambia kama nimefumaniwa kule mwanamke. Hey, ongela sana ndugu yangu kwenye hilo kaka. Usio na wasiwasi, mimi siwezi kufungua kodi, siwezi kuendea chochote na hata ujua, yaani kuhusiana na swala la mimi kuficha siri, hata usiwasi shimeji, yaani ukweli kwamba kwamba mumeo kuna vitu ashaanza kuhisi tayari, kwa sababu kuna mipango ambayo nilishaandaa tayari. Lakini umeo akaja mpaka kwangu na akaanza kuongea vitu vitu vitu tofauti vitu tofauti tofauti, unaona. Nikashajua kabisa huyu mtu atakuwa ashaanza kuvihisi. Sasa basi, shemeji yangu, nakuomba tafadhali, hii mishi yetu inaelekea kufeli. hmm. Mkaramba huo ni wasiwasi wako mume wangu mimi hawezi kujua chochote. Yule ni mjinga kama wajinga wengine. Wengine ameshtukiaje kiasi hivyo? Sawa, lakini mimi nakuomba shemeji yangu, ninakuomba sana, mchunguze mumeo vizuri, mchunguze mumeo vizuri, siku yoyote ili jambo linaweza likabumburuka lika, lika. Amna, hawezi kuhisi chochote kile. Mimi si ndo naishi ndani ya nyumba na mimi ndo namjua vizuri Ingekuwa kuna kitu chochote anahisi au kuna dalili zozote, mi ningejua mapema. Wasiwasi wako tu. Kikubwa kuwa makini, hii siri iendelee kuwa siri, si unanielewa?